Wakati mnaenda kujiandaa, mtambue kwamba raundi ya kwanza tutapiga kapela kwa wasanii, sawa? Hata waigizaji au muvi na nini, tutafanya kapela. Kapela maana kwamba utaingia bila biti, sawa? Utaingia bila biti, lakini pia utaimba nyimbo yako. Msanii hawezi kuwa una nyimbo, si ndiyo? Utaimba nyimbo yako wewe, raundi ya kwanza, sawa? Raundi ya pili tutaingia na biti, sawa? hasa ile binti nategemeana. Sasa unaweza kuwa umepiga nani copy au unapiga nyimbo yako pia ni wewe tu, ila naomba kwanza unapiga nyimbo yako, ili tujue kwamba, je una kipaji sindio? Iko hivi, ukisikia okay, kakaa chuna basi nini, niko hapa kutafuta kitu ambacho kinahitajika. Sasa sikuaka kuchekesha, niko hapa kukubaza ee sana sana sana afanye vizuri ili aweze kupita. Asante, huyo ni jaji namba 3, anaitwa Junior Akimani, Papa Junior na sisi tukamsikiliza. Tukamsikiliza jaji namba mbili, anaitwa nani na anatoka wapi? Wako jaji?

ile maarufu kama plus wengi tunafahamiana, kwani msimu wa tano tuko pamoja, si ndio? Lakini baada ya hivi cha kwanza kuitwa maelekezo, tutawapa muongozo na namna ambavyo tutawajaji. Tafsiri yake ni kwamba mwaka huu hatutaki malalamiko. Tutakapokupa vigezo ambavyo natakiwa uwe navyo hapa utajiangalia mwenyewe ukipelewa kwenye hivi vigezo, maanake wewe unakuwa hautukai na hautakuwa na njia ya kuweza kutulaumu. Hilo la kwanza, atawatajia maelekezo hapa, lakini kitu kingine sasa nachotaka ni uelekezi. Ukituchukulia poapoa, tutakuchukulia hivyo hivyo. Kishaanza kuona dalili hapa, epsa mwenye mwisho kule, mwenye kwenye senda samani, msogea tunaona tunaona kila mtu hapa amejitambulisha very serious. utambulisho wako na masiana sasa umeshaanza kutukoroga, itaidi kuwa serious, kwa sababu sisi tuko hapa, tuko hapa kwa ajili ya kufanya macheko. Tutakukata hapa na tutakutoa, huna pa kutupeleka wala kutushtaki kabadilisha hizo, sema ukirudi hapa tuwe serious. Baada ya kusema hayo, nataka niwaelekeze sasa, namna ambavyo vigezo ambavyo nije fikiri, nije sema hiki vigezo ambavyo tutatumia. Kigezo namba moja ambacho natakiwa wonacho sawasawa, so, so, ni nidhamu yako. Nidhamu ndio kigezo namba moja ambacho tutakiangalia. Ukiwa msaufu sana, bora hata uandike managu kitoka nje ya hivi vigezo, sisi tunakuwa hatuna biashara na wewe tena. Kigezo cha kwanza ni nidhamu, lakini kigezo kingine, kigezo, kigezo namba mbili ni ushawishi, ni jinsi gani unaweza kuwa na convincing power ya kuweza kushawishi shabiki zako ya kushangilia waidha kukuangalia. Icho ni kigezo namba mbili. Ukishindwa kushawishi mashabiki zako marake, kuna namna fulani tunaweza kuona cha kufanya hila. Kwa ufupi unaweza kuwa hautufanya. Kigezo namba tatu, na uki ambacho ni mitoka kuzunguka saidi mwonekano. Uwezi mwene ni msanii unakuja kuperform hapa. Unawanda hawa hagi kuwa hatega wa miyashara yako wa miyaka abadae. Unakuja umetoka kwenye uchatuzi wa matofali umelewa tope tunakuja kuimba pia biashara meza hii ya hatutairuhusu. Kwa hiyo tuta, hicho kigezo namba tatu mwonekano. Tunaelewana sawa sawa, sindiyo? Kigezo namba nne, hapa kigezo namba nne ni uhalisia. Tunaelewana kwa wale waimbaji, lakini pia hata watu wa movie. Kwa mwimbaji tunataka ile natural voice ya kwako utuonyeshe hapa, sawa sawa, lakini pia kwa kwa kwa kwa imba, kwa watu wa movie nataka uhalisia wa kila ambacho unakiwasilisha mbele ya hii audience naseneo kutazama hapa. Kwa hiyo kama unatuwasilishia tu, una msiba, tunahitaji tuone mwonekano wa msiba. Naomba nizingatie sana hivi vigezo, ndio vitawapa hela au vikawafanya mkose. Kwa waimbaji, kigezo namba tano ni uandishi. Tutaangalia pia namna gani unaandika eh, nyimbo zako jinsi gani ambapo, na tunaelewana vizuri. Uwanishi kigezo namba tano kwa wa, kwa wasanii wote wa Bongo Flava au wa kuimba. Kigezo cha mwisho namba sita tunahitaji sauti toke. Nimeona hapa watu mnajitambulisha, unaongea lakini, pia watu tumekaa kwa kutusikii. Sasa tunawaza ukianza kuimba itakuaje? Wewe unatakiwa utoe sauti, kila aliyepo hapa asikie unafanya kitu gani. Tunaelewana vizuri? Kuna kigezo kigumu hapo? Tubadilishe? Hebu tushauriane. Una kigezo kigumu hapo, ndugu zangu. Nazungumza na yeye nyewesana, kigezo kigumu hapa, inawezekana? Si ndio? Sasa kama utakwenda nje ya hii taratibu, na ni bora sasa ukosee huku, kuna namna tutaona. Ukifeli kwenye nidhamu biashara, tunakuwa tumemaliza. Hivi vingine kuna namna tunaweza tukabebana tu kibinadamu, tunaondoka. Sawa sawa. Sasa, sasa baada ya kusema hayo tuelewane, wa kwanza kama umeandika jina lako namba 1 kumi 17 kwenda moja miceoceoguo Fagason ni jembe uhakika, mpambanaji makini, amekuwa msaada mkubwa kwenye jamii. Ametoa zawadi kwenye shule za kata, daftari na kalamu, watoto wote wamepata sekondari, primary Mshindwe ninyi tukusoma Fagason, hayuko mbali nanyi, yawapasa kujituma. Anainua vipaji vya vijana wilaya ya Mbogwe, wengina na wapa mitaji, kikubwa maisha ya songe. Anawezesha vikundi vya kinamama, hata wakongwe. Lengo na masumuni yake kikubwa, maisha ya songe, Fagason zukurumasas ulikempe ulishughulisha familia iliyo bora kutokana na malezi ya wazazi. Heko kwako kwa Mrs. Andrea kwa kwa na familia yenye mfano wa kuigwa kwenye jamii, ongera sana Mrs. Fagason.